Karibu Wonders Farm TV, ubora na uaminifu. Nataka tuangalie moja ya jambo ambalo watu wengi wamekuwa wakiniuliza na wafugaji wengi hasa wanaoanza wamekuwa wakishikwa na butwaa, kuona kuku wao wanakufa ghafla na kwa haraka na mwisho wa siku wanapata hasara ambayo hawakutarajia. Umewahi kusikia CRD, Chronic Respiratory Disease? Haya ni magonjwa ambayo yanashambulia kuku kwa haraka sana na huweza kusababisha vifo hivi kwa wingi visipothibitiwa kwa haraka. Sasa leo, nataka ni kufafanulie CRD hii, Chronic Respiratory Disease kwa kuku. Inamaanisha kwanza coccidiosis risk and bacterial infections. Mimi nimeiweka hivi kwa sababu haya ni magonjwa yanayoathiri kuku na kuki, ya ni mojawapo ya matatizo makubwa yanayosababisha vifo kwa wanyama hawa magonjwa haya yanaweza kusababisha upungufu na uzalishaji na hata vifo vya haraka sana. Sasa tukianza na kosidiosis, hili ni ugonjwa la utumbo unalosababishwa na potozoa aina ya elmeria, ambao huathiri mifugo. Huku wanaoathirika na kosidiosis wanaweza kuwa na shida ya tumbo, kuharisha kinyesi cha rangi ya ugoro, nyekundu na mwisho damu kabisa, kupunguza uzito, kukosa hamu ya kula na kiwango chao cha uzalishaji wa mayai kupungua kwa kasi sana. Lakini ninapozungumzia namba mbili nimesema ni risk, hii inahusisha hatari za magonjwa yanayotokana na mazingira mabaya kama vile uchafu kwenye chakula, uchafu kwenye maji, hali ya joto na msongamano wa kuku bandani. Ni muhimu kuzingatia kwenye mpangilio wa namna unapoweka kuku, namna unavyowalisha kuku. Ukifanikiwa kuwalisha kuku wako chakula uh, lishe bora na katika vyombo visafi, hiyo ni hatua nzuri ya kwanza kuzuia magonjwa nyemelezi na shambulizi. Lakini namba tatu nimetaja bacterial infections. Haya ni maambukizi yanayosababishwa na bakteria. Kuku wanaweza kuathiriwa na maambukizi ya bakteria kama salmonela au uh, bakteria wengine ambao wanaweza kusababisha kuharisha na maumivu ya tumbo eh, na matatizo ya kifua, kwa kuku kukohoa au mafua makali. Kwa hiyo kwa ujumla wake CRB si ni, ni, ni magonjwa hatari kwa kuku ambayo huathiri afya zao na uzalishaji wao wa kupambana na haya magonjwa ni muhimu kuwa na usafi mzuri, lishe bora na kudhibiti mazingira ya kuku. Je, yeah, una swali lolote kuhusu njia za kutibu au kuzuia magonjwa haya kwa kuku? Ungependa kujifunza kutoka Wonders Farm Tz? Usije kunitumia ujumbe mfupi kwa namba ya simu jumlisha 255695531174.